Eh, lakini beb hata mtu anakiendanga si anasema bebu one week. Haki babe, si unajua Johnny si unajua Johnny vizuri si unajua Johnny ni harmless. Imagine hakuna kenye tulifanya naye hakuna, siwezi kudanganya. Walai e, eh. Ah, e, ni venye ah, hmm. <laughs> Tu wako na udi na alinikiss hiyo tu peke yake. Kama ni hivyo basi, nakuamini. Sawa. Kenye tulifanya, ni kiss peke yake. Du kidogo tu Umefika mahali unaamini wasichana? Umefika mahali unaamini amekwambia amekuwa kwa Johnny sijui wiki nzima ama ni wiki mbili ama sijui ni how long. Alisema alikuwa kwa Johnny, Johnny alimkiss tu. Ati alimkiss tu. Kwanza hiyo kiss, kwanza kitu ya kwanza ni makosa. Kitu ya pili, wewe uko na Audi? Hapana. Johnny yuko na nini? Audi. Eh, hey, unafikia hiyo league? Hapana. Anaenda kwa Johnny akaanza kufanya kitu lakini akuja kwako afanye kitu, si ndio? Akuja tu kwa nyumba yako ya matope ama acha mtu wa Audi aje afanye kitu, akuje kwa nyumba yako ya matope afanye kitu, si ndio? Acha kuwa foolish. Wasichana, wasichana ni wajanja mzee ni. Ah, pole. Wasichana unakuanga wajanja, hata mimi siwezi kaa na mchana mwenye watu Ah. Oh. Eh. Ataka watu waudi tuko na salmon kidogo hapa. Mfukuze. <laughs> <laughs> Mfukuze beb <laughs> unaweza enda hivi yeah, alafu <laughs> mfukuze na kiburi, enda ukikaa, mtutabonga, hapana ya kubreak up, beb, yeah. Tumeachana, wewe enda. Eh. Yeah. Hiyo line siko sawa. Tumeachana wewe enda sikutaki. Aende kwa Joni, enda kwa Joni. Sasa sema unaniamini mimi. Huyu hakuamini, huyu hawezi kuamini. Sina audi kuamini nini? Eh, uko na Audi? Eh, mfukuze hey, hivyo vile unamfukuza mzee. Eh, wacha e, mm -hmm. Nimfukuze anakuamini aje? Enda kwenye. Enda kwenye. Lakini mzee. Nini mzee? Ni sawa tu. Kwani mzee ni nini tena? Sawa. Mzee umejaa.